Watafanyaje? Watapanga utaratibu? Mimi nimetoka Magu, nimetumia laki na elfu kumi kuja kuangalia mechi, umetokea abika mkubwa. Magu, Mwanza, kuja kuangalia dabi, nimetumia laki na elfu kumi wote aliko, wanafanya nini? Wote wahuni, tunasema haivio, eh? Rais watuyegwegu ni muhuni, yule muhuni Muhuni mhuni, tunasema kweli. Muhuni atumwelewi, mechi yaendelee. Kuwa kiongozi, kuwa kiongozi na anafanya nini? Kuna, kuna, kuna, kuna mchambuzi alisema kwamba timu za Tanzania Simba na Yanga hizi zinazitiwa na uongozi watieke, kuna bodi ya ligi akamkamata, wanasema kwamba ni muhuni wao, ni wahuni zaidi ya yule ha na Mungu. Wanafanya nini tunafanya ya nini? Ya nini? Tunapata raha yetu kwa wapi? Kama hii mechi mechi ya ya Mwanza. Lakini lakini akacheza. Leo Pamba, Pamba na kufanya mazoezi pale Balelaini, walichofanywa akaingia uwanjani wakacheza. Leo hii wamekuja kwa kuchelewa, kuchelewa alafu Mechi ya pamba na Simba, Simba walizuia kuingia uwanjani lakini walicheza. Wakaingia wakacheza, lakini leo Simba jana wamezuia. Nini dabi ya Simba na Yanga, wakaenda kucheza mazoezi wakati wote ni wenyeji wa hapa. Hakuna habari ya kusema wewe ni mwenyeji, kisa uje ucheze mazoezi wewe ni mgeni. Hapa dabi ya Simba na Yanga huwa njoo uwanjani ucheze mechi yako uondoke. Walichofanya wao, wamezingwa kwa mababu zao, wakaona inawezekani, hatuendi uwanjani, CFK akawabeba. Kinachotakiwa, Yanga wapewe pointi zao tatu, wao wabaki na zero kwa sababu CFK Bodi ya Ligi imetoa taarifa kwamba watachunguza, watatoa taarifa mpaka wafanye uchunguzi. Unawakubaliana nalo? Kwa lipi? Lipi? Lipi? Wachunguze lilofanyika lilo jana. Kama sasa, watuambie. Wamesema Simba wamezuiwa kuingia uwanjani, wao wakalala upande wao. Ndiyo maana wananyanza mashabiki wote hapa tume tumetoka mbali kua kuangalia mechi leo hii, tunalala hapa, angalia mechi aa, hapa mechi hamna tena, eza tutumia matumizi amna tena wakutulipa leo. Wanatuambia kwamba mechi aa, tiketi zile zile haiwezi watakuzingwa tena. Kwa hiyo neno lako kwa TFF na bodi ya ligi ni lipi? TFF, wazimiliki Simba na Yanga, sio moja ya Kigoma. TFF wakubali waamue kwamba mechi iwepo iwepo Habari ya kumfata mtoto mmoja kwamba kazinguliwa na mwingine kukubali, hawa ni pacha. Kama ni pacha wao, uhakikishe kwamba wanakubali matakwa ya tiezo kwa sababu wao kumfata mmoja ndio inapelekea soka Tanzania kurudi chini. Tunatangazwa tu kwamba eti nafasi ya nne, huo ni uongo, usidanganywe. kama nafasi ya nne? Dabi leo Afrika nzima wanaitazama, wote wanaitazama dabi, ambaye ni dabi ngapi kwa Afrika ya nne? Kweli ni kitu ambacho TFF, mimi ninachowaomba wali sikaribia, wanakaona tu kama hizo. Sawa sawa, sawa sawa. Shukrani sana, shukrani sana.